N yani kwa sasa hivi wengi wanaweza wakanishangaa eh? wanaume wanaombwa kutamani yani, namba zimesoma kilomita kama zote, wanaelewa na wama hela, utihani. Naitwa Yusra, na umri wa miaka 23, nasoma chuo mwaka wa kwanza, uh, kozi ya akaunti. Hai, Yusra, Niko poa, eh? Niko poa, siwe. Niko poa, siwe. Niko poa, fresh. Niko poa. Ke, naweza kuuliza jambo? Niambie. Hivi kwa nini mpaka sasa bado uko singo? Nina sababu zangu ambazo zimefanya ni mpaka sasa hivi niko singo. Zipo tu nyingi. Yes, nataka nikwambie. Nataka nataka nijue. Uh -huh. Cha kwanza niko singo kwa sababu mwanaume niliyokuwa naye alinikuwa, simuelewi kwanza zingatia maokoto afu, yani ni mtu ambaye mkali mkali mda wote yani, mtu wa wanawake wengi kumi. Siwezi kuwa na mtu wa namna hio, bora afanye vyote afu azingati. hmm. Kwa hiyo inaonekana kwenye mahusiano yako, huyo mtu wako alikuwa akupi pesa mara kwa mara simaanisha, yani saa ataka, yani hivo ndo hivo. Pointi yako naona umejibu kwao oh, wewe kwenye mapenzi, kwenye mahusiano upo kwa ajili ya pesa, sio mapenzi? Hapana. Sawa so, nimesema nilikuwa singo kwa sababu moja, hela mtihani, pia ana wanawake tofauti tofauti, afu anakuwa mkali. Kwa hiyo yani hela mtihani, ina maana hatoi ile kwa wakati. Jua kuna mtu unahitaji sasa hivi, afu mtu anakupa wiki ijayo, wewe unajisikiaje? ingekuwa ndio ndo Okay, sawa, Medi? Yes. Nimekuelewa. Na nikuuliza, kwani unajishughulisha na nini? Mimi nafanya biashara ya spea za magari. Spea za nini? Za magari. Sawa. Kwa hiyo yani, hiyo biashara yako unafanya, samahani lakini, unakuingizia kiasi gani, labda kwa siku au, yani nataka nijue? Uh, of course kipato kinakuwa ki, yani naweza nikasema kipato kwamba zinakuwa tofauti tofauti, labda leo unapata kiasi hiki, kesho kiasi hiki yani, maximum hakuna kiwango maalum cha kuingiza kwa siku, chochote unachokipata ndo hicho hicho. Mm -hmm. Sawa, so, kama sani wewe, wewe. Una, kwa hiyo wewe mwanamke wako yani una yani ukiwa na mwanamke labda unampa hela au una wewe tu ndio hivyo hivyo ugaigai mwingi? Mwanamke lazima nimpe hela, lakini inategemea ana sababu gani. Siwezi tu ukampa hela tu kwa kisa ana hela, au nimpe tu wewe hela no. Unapokuwa na tatizo, unapokuwa na shida, au pengine labda naweza nikapata pesa nikakuspoil, nikamwambia mke wangu, hii ichukua hii kidogo ukaenjoy lakini siwezi kukupa tu mkaa tu nikupe hela bila kazi bila kazi yote bila sababu ya msingi no, hapo siwezi. Kwa hiyo yako inatoka mpaka kwa sababu. Yes, yeah, of course. mm -hmm. mm Yusra, naweza nikupa kitu kingine mm -hmm. mm kwa uelewa wangu mimi mm -hmm. siku zote kwenye mahusiano kuna kusaidiana, unaelewa. Sasa je, wewe inapotokea changamoto yote kwa mpenzi wako, je, wewe unaweza ukamsaidia, kwamba kuna baadhi ya majukumu unaweza ukawabeba kama mpenzi wake, au ndo kila kitu kwa mwanaume tu? Ukinishirikisha naweza nikajitahidi kidogo, eh, ukinishirikisha naweza nikajitahidi kidogo kidogo, yani nikajitahidi tahidi kujitahidi kidogo, lakini sio sana. Huwezi kujitoa kwa chochote, kwamba maybe mwanaume kapata tatizo umsaidie labda, amekamatwa anahitajika pesa, anatakiwa achangiwe akatoke polisi hivi, hilo nikaaje? hapo hapo hapo kwenye hela. Kama wewe unanipa hela, ukipata tatizo natoa hela. Kama unipi hela, ukipata tatizo utashughulika nayo mwenyewe. Ah, okay sawa, Yusra. Hmm, naonekana muakutokatoka sana hivi. Kwa mfano nikisema leo ni out nikupeleke, nkupeleke sam, tapendelea kwena watu sehemu unazopenda ziko nyingi, tabie basi, a nitakutajia moja hapo, laba Mbudia ba Zanziba, juslamtakunua yes? ah. date ya kwanza Mbudia au Zanzibar? Sasa, shida nini, jamani? takuweza kua elimu? Hamna. hmm. ha. shida kani, bei gani? asi unafanya kazi si unafanya biashara kwa hiyo unashindwa kumpeleka mwanamke wako sehemu kama, kama hizo inawezekana lakini... watu wanapelekwa Dubai huko wapi, mimi mbudia tu malalamiko. Inawezekana hmm, lakini kake, umeanza umeanza kwa spidi. hata kama mtu anania kuingia mazima tena atakuwa na stack, stack kidogo jitahidi hmm. kidogo. Aya wewe mwenzangu, naambia inaonekana hujasahau utoto. kitu gani? <laughs> Kipi, kip, kip, ambacho wewe unapaka le unakifanya cha utoto hmm. Mi bana <coughs> <laughs> tama cha utotoazmpaka nakisana mi napenda napenda kuimba. nikiwachoona m jusa hivi, watu wengi wanahisi wewe ni mtu wa namna gani hasa wakikutana tu pale na wewe? Watu wengi wanachojua mimi ni mkimya sana, watu wengi wanajua mimi siongei hivyo. Yeah. Sasa ukoje? Kama hivi unavyoniona, yaani namana ni mcharuko, mwongeaji, kuongea lazima ndo kama <tutu> hivi. Oh, wanachojua wao kwamba mimi siongei kabisa, kama hivyo nikikutana nao salamu nimekaa chini nikobize. Lakini ndo kama hivyo unavyoniona, na kuongea na ucharuko kuongea sio ucharuko, hakuna ah, kuongea. mm -hmm. na kuna ucharuko na kuna kuchangamka. so, mimi niko katika kundi gani hapo? We niangalie mpaka hapo, ushapata jibu. Mi sikuoni ah, nakusikia tu. Sawa, labda nikuone, pengine naweza kasema huyu uh, uko vipi, lakini mi sikuoni. Sasa hapo mi atakaniambia weo ni, ni, ni wapo niwa namna gani? Kabla sijakuona mimi napenda kuongea lakini kupenda kwangu kuongea mpaka kama hivyo labda niwe na stori na wewe ndo nitaongea, ndo hivyo na naonekana siongee kwa sababu sipendi shobo. hmm. Sina yes, shobo mm -hmm. Kumbe ndio haya hmm. hmm. Sawa. hmm. Usla anaonekana pasua kichwa, anachangamka hmm. uh, anaongea sana hmm.

na mimi maisha yangu mii bila hela haendi. Kwani nimemwona mtu, yani hela yake huitoa mpaka utoe sababu maalum. Yaani sijamwelewa sana ba nne hivi na nusu kidogo, anajitahidi. kwa majina naitwa Angelina Charles, mfanya biashara, yani mjasiria mali mdogo mdogo, nauza nguo na pia nina sabuni za maji ambazo zinaitwa Mama Bonso. Hello, kwa majina naitwa Med Salim na umri wa miaka 29. Najishughulisha na biashara ndogo ndogo za uuzaji wa spea. Hello Angelina. Hello, habari nzuri. Habari ya yako? Safi. Samani, naweza nikakuuliza swali? Uliza tu. Mm, nashida hivi, ni somo gani ambayo umejifunza katika mahusiano yako? Yani kiukweli nimejifunza vitu vingi sana kwenye mahusiano na sio mahusiano tu, ni ndoa kabisa Oh. Mm -hmm. Lakini naweza nikasema vichache. Cha kwanza, mwanaume akikwambia anakupenda anakupenda sana, kila unachotaka kufanya yeye anakuzuia usimwamini, sio kweli hawezi kumpenda mwanamke ambaye amekaa yupo kama chuma ulete. Hicho cha kwanza. Cha pili kumwamini sana kupitiliza mwanaume, hicho kitu kwa sisi wanawake kwa sasa hivi hatutakiwi kukifanya, kwa sababu ukimwamini sana na ukimwonyesha upendo sana anakusumbua hivyo tu, sema mwolewa kwao. Inaonekana ijao kidogo imeenda. Sasa katika mahusiano yako ambao umekuja kutafuta, unatafuta mwanaume wa umri gani? Labda yaani, kwa sasa hivi wengi wanaweza wakanishangaa, eh, kwa umri wangu huu nimekuja hapa natafuta mahusiano. Yaani ni hivi, kwa sababu na mimi bado binadamu, alafu nina afya njema, nakula vizuri, napata muda wa kupumzika. Kuna muda huwa nahitaji faraja. Nataka mwanaume ambaye atanipenda kama nilivyo asinipende kwa kile ambacho niko nacho ila anipende hivi hivi nilivyo, awe na hisia na mimi. Najua wanaume wameumbwa kutamani wanaume, hakuna mwanaume ambaye atakuwa na mke alafu asiwe na mke wa pembeni, yani ni nyumba ndogo, wanaita nini, ndo hizo hizo nyumba ndogo, lazima awe nayo, lakini awe na heshima afanye mambo yake hayo kwa siri, kama wanavyofanya wengine. Unajua, kuna wanawake wenzetu, ukisimulia mapungufu yako wewe, yeye anakwambia hajawahi kuona hicho kitu, kwa sababu mume wake kama anarudi saa mbili, lazima arudi saa mbili. Kwa hiyo mwanaume ninayemtaka mimi ni yule ambaye atakuwa na hofu ya Mungu na atanipenda kwa dhati na ataniheshimu. Okay, sawa, nimekuelewa vizuri maelezo yako. Sasa je, unataka mwana huyo, mwanaume unayemtaka awe na umri gani? Yaani kwenye umri, nisidanganye japokuwa nina watoto ndio wakubwa, lakini na wenyewe pia wanatamani na mimi niwe na mtu wa mwite anko. Ninaye ninayemtaka mimi ni mwanaume ambaye atanipenda, siangalie umri, siangalii, siangalii chochote, na nataka faraja tu kutoka kwake, sitaki kingine. Kama ni pesa, wote tunatafuta pesa, ulizi vizusi gani -go. <laughs> Yani, namba zimesoma kilomita kama zote yeah, na kitu cha 45 hiki 5 hivi. Nafurahi kujua hiyo. Sawa, nadhani umesikia mimi maelezo yangu na umesikia unge wangu ambao nimekutajia. Na 45 wewe, we unajali nini kwa mwanamke kwenye mahusiano kuhusu umri au kipi? Yani kivyote, kwenye umri, mwonekano, tabia, yani vyote nini unajali? Okay, umri, umri naangalia japo so sana. Kikubwa anachotaka kimati sana ni e, kujali, upendo na uelewa. Asilimia kubwa watu wanasema kwamba at least kidogo, watu wanawake wenye umri mkubwa kidogo wanajitambua, lakini kwangu mimi umri naangalia japo so sana ila vile vitu ambavyo unavitaka kwa mwanamke awe navyo, sifa zote ambazo nazitaka kwa mwanamke awe nazo, ndo ambazo mimi nazitaka kwao. Hata mimi pia kwenye umri siangali sana, nachoangalia vile vitu ambavyo naweza nikaendana naye, hivyo tu. samani uje nikuulize pia ndio. Wewe unasema unataka mtu mzima kidogo, aliyekuzidi, si ndio? Eh, sasa utamtambuaje yule mtu mwenye umri mkubwa Utamtambuaje anavyo hivyo vitu ambavyo wewe unavihitaji? yes. kwa sababu sasa hivi kuna vibibi vya elfu mbili sasa hivi vimechangamka hatari, yani huyo si. wa elfu mbili akasoma. Sina maana kwamba mwanamke mtu mzima mtumzima sana, hapana mm. at least kidogo, hatujachana sana miaka, lakini hata kama amenizidi pia ni miaka basi, at least kidogo awe mwanamke ambaye anajitambua mwenye hofu ya Mungu na pia mwanamke ambaye anajali, anajua nini anachokifanya yeye kama mwanamke na imani si umenelewa hapo? Nimekuelewa. Ndio nikuulize ndio hivi, unachukuliaje ukiona kuna vijana ambao wanalelewa na na, na wamama, yaani sio kulelewa, ni kama hivyo unavyosema wewe, unapenda mwanamke ambaye amekuzidi age kidogo, ukawa una uko kwake ulelewi, lakini watu wana, wanaongea kwamba unalelewa wewe. Unamtazamo gani kuhusu hilo? Ah, kwenye hilo mimi sitaki kubezi sana kwamba au kuwasemea vijana ambao wanalelewa wako vipi. Yaani mimi nachoona sana sana ni mapenzi. Unajua, wewe kumpenda kijana sio tatizo, umeona, ila kikubwa kwamba, je mnapendana na kuhusu, kuhusu kusema kwamba vijana wengi wanapenda wanapenda slope, wanapenda mteremko ni, a, a, sasa hayo ni kama ni kama maelewano yenu wenyewe. Kama wewe umempenda na akakupenda, basi kama unaweza mkavumiliana shida zake, unaweza kumlea, hayo ni ya kweli. Kwa hiyo, yani kusema labda kwamba vijana wengi wanaelewa, no, hayo ni mambo yenu wenyewe binafsi, baina ya watu wawili nyie ambao mnapendana. Sawa sawa, kikubwa ni hisia. Naweza kukuza swali lingine tu ni tabia gani ambayo ulikuwa nayo huko nyuma kwenye mahusiano na ukaja kugundua kwamba ni tabia mbaya na ukabadilika na hutaki tena hiyo tabia ionekane kwa mpenzi wako? Ajali sipendi tabia ya kuwa mpole, kumsikiliza kila kitu ambacho ataongea mwanaume. Hiyo tabia nimeachana nayo. Kwa sasa hivi kwa sababu nilikuwa nasikiliza kaa nyumbani, sitaki kufanya biashara, sitaki kufanya kazi. Nilikuwa nasikiliza hiyo na imenipotezea muda mwingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nahitaji tusikilizane. Bwana, mimi nafanya biashara, sasa hivi natakiwa niwepo sehemu fulani. Sawa mwenzangu, nenda hivyo okay. Sasa lakini inasemekana kwama mwanaume ni kiongozi hata kama amekuzidi umri, unajua, lakini kuna baadhi ya vitu lazima pia kuongoze hata kama ni mdogo kiumri, lazima kwambia bwana, sasa hivi sitaki ufanyike, sitaki ufanyike, nataka ufanyike, nataka ufanyike. Je, hapo, hilo swala unalichukuliaje? li hilo linaeleweka na liko vizuri sana. Kinachofanyika, tuko wote, naanza kukwambia kabla sijaenda hiyo sehemu ambayo naenda kufanya hiyo biashara au naenda kufanya kazi, mwenzangu, kuna moja mbili tatu natukiwa kufanya hivi. Je, nifanye au nisifanye? Fanye bwana. Na kiasi fulani, nataka tufanye hivi kufanya au tusifanye hivyo, lakini sio ah ah, wewe nipe mimi nikafanya mimi, wewe kaa hapa nyumbani, sitaki. Okay, sawa. Wewe umesemea kwamba uh, labda una una biashara unataka kufanya labda biashara fulani hivi okay? mm-hmm. Sasa je, mimi nikikwambia kwamba nitakupa hiyo pesa ya biashara au nitakuwa kila siku yes. nakupe kiasi fulani ile ili wewe usitoke nje kwenda kufanya biashara, ubaki ndani, je, utakubali? Hapana, siwezi kukubali. Kwa nini? kwa sababu ukiacha, nimeshaumwa na nyoka, nikiona ujani nashtoka. Pia kuna Mungu, Mungu mavuno yake ni sisi, huwezi jua wewe atakuchukua lini, wakati huo tayari ushanilemaza mimi. Nimetulia tu ndani nasubiria kupokea, mimi ndio nitakayekuja kuteseka sio hivi. Wewe unaonyesha mapenzi kwa maneno ama kwa vitendo? mm-hmm. Of course mimi kwenye mapenzi sio mwongeaji, mimi ni mtendaji, kwa hiyo sipendi sana kuongea ongea kwenye mahusiano yangu, kwenye mapenzi ninapenda sana kufanya, na nafanya ili uone. Sitaki kuongea ili usikie, alafu mwisho wa siku kusikua na chochote. Mi nataka nikuoneshe mapenzi jinsi yalivyo. Samani, bado naendelea kukuchosha hivyo? yes. vitendo ambavyo utaonyesha vya vya mapenzi ni kama vipi? Kuna vingi tu, unajua, kwenye mapenzi wewe ni mtu mzima, unajua, ushapita vitu vingi, ila hacha tu hacha tu nikwambie, sana sana kujali, upendo kutii heshima yangu na yako. Kuna lingine hapa? <laughs> Sawa, nini kilisababisha wewe kuachana na mpenzi wako wa mwanzo? Okay, kilichonifanya niachane na mpenzi wangu wa mwanzo kikweli, alikuwa sio mtu wa future. Yaani nakusema hivyo na maana kwamba yeye alikuwa anajali sana starehe kupendeza umeona, lakini ajali future yake baadaye kwamba mimi endapo nitapokuwa na familia au nitakuja kwa kuolewa, natakiwa niishi vipi au au au natakiwa niweje huko mbele ye, natakiwa niwe mama au natakiwa niwe sister dua ambaye eh, wengine wanasema wanawake ambao wanachupukia kwenye maisha, umeona nikamwangalia, nika na bwana sana abadilika maisha yako hivyo. Mbona lakini mwenzangu akawa still bado anielewi. Ah, nikawa na huyu siwezi tena kuendelea naye, bora nimwache, nitafute mwingine ambaye tunaweza tukajenga future ya maisha na familia bora. Una watoto? Of course kwamba watoto sina. Je, yeah, huyo mtu ambaye amekuzidi age, una uhakika atakulifalia watoto? Uh, mimi nachoamini siku zote kwenye maisha, naamini kwa Mungu pia watoto au mtoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio sisi amona kwao sisi yani, Mungu anatupa kama zawadi and au anatupa kama baraka. Kwa hiyo mimi endapo kama nitadate na wewe, pengine nisipopata mtoto kwa kipindi sasa hivi, mi najua pengine Mungu bado hajatubariki, lakini ikifika wakati basi pengine atubariki pia yeah. Ah, una uhakika unachokiongea kweli wewe? Kwa sababu dunia sasa hivi yani sio sasa hivi, tangu wenzizo, faraja yetu ni watoto afu. Sema hivi mimi niko tayari, hata kama utakuja kuhitaji upate watoto hapo baadaye, kama mimi nitashindwa, endapo nitashindwa kutokana na spichi zako, nimekuelewa sana. Mimi niko tayari tukaenda sehemu kadhaa, watoto na ukaleta nyumbani kwangu, tukalea, maisha yakaendelea. Yeah, of course hiyo inawezekana kwa sababu kwamba wewe pia una watoto kama ulivyosema, na mimi watoto pengine watajakuwa watoto wangu pia kwa hiyo, kwa hiyo pia, kwa hiyo kwa hilo swala ulilosema pia inawezekana. Pia nami pia ni mwanaume na bado damu yangu bado imechemka, na naweza kama ko vile wewe mwenyewe umekubali ume ume ume, basi naweza nikatoka huko nikaenda kutafuta mtoto nikarudi tukalea familia. So unatoka tu unakurupuka? Lazima unishirikishe, unaenda wapi, kwa nani, lini, saa ngapi, nijue na mimi ni afiki. Haina <laughs> eh, shida nimejaribu kumsikiliza naonekana kwamba ni mtu mzima anajitambua, ana fact, ana vitu vya msingi ambayo mnaweza mkakaa mkafanya jambo mkatengeneza future ya maisha. I think ni hivyo. Ana, ana, ana, ana uelewa mkubwa sana uh, kwa umri wake. He, kidogo ni kipengele 45 kidogo me, nanio imesoma kidogo, lakini kama nilivyosema kwamba tunaweza tukadeti kama yeye akinikubali na mimi, kuna baadhi ya vitu nitamsoma kama nikiona tunaendana basi tunaweza tuka tukadeti. Tunaweza tukaongea tukapanga kwamba kwa sasa hivi nahitaji mtoto kama kwaka haitawezekana basi tutaangalia sehemu nyingine changamoto. Okay, kwenye maksi kumi nampa sita, sababu hizo nne bado mpaka nimuone nimsome tabia zake ndo nijue ndo nimpe na hizo nne pia. Zilizobakia nimependa tu vile ambavyo yeye anajieleza, yaani ni mwanaume ambaye anaonekana anajiamini, e, yuko vizuri na anajua maisha ni na, nini na anajua nini maana ya mapenzi. Ni kwa kweli nahisi kama nimependa tu vyote, isipokuwa kwa sababu hajazaa, angekuwa amezaa ndo ningependa kabisa moja kwa moja kwa sababu bado hajazaa, lazima tu atahitaji azalishe watoto. Nampa nusu, hizo nyingine tutaangalia. Na ukombe nampa tano mzima mzima. Hujakosea, unapenda nywele zako, mambo mlembo Hmm. Ah, kati ya wawili bwana. Japokuwa ndo unasema bwana, utu uzima, utu uzima, utu uzima. Mimi nasema utu uzima ni dawa. Kiukweli bwana huyo bibie alionishawishi hapa ni sauti, lakini mimi sasa hivi nahitaji kupata mwanamke ambaye ana changamoto na future. Sitaki tena kudeti na vijana wadogo tukaumeza na vichwa. Nahitaji kudeti na mtu mzima ambaye anajua nini maana maisha, ambaye anaweza tukapanga nini cha kufanya, nini nini tusifanye. Kwa hiyo kwa u... upeo wangu unauona, mi naona bwana ende kwa Angelina shangazi <laughs> eh. ah, Mi nimekupenda asante, nakupenda pia, nitakupenda <laughs> mpaka mwisho wa maisha yangu. Yaani pale mimi nimeondoka, kwanza ile kufika na kufika tume niicho kikuta macho yangu hajategemea, kumbe ile ni sauti tu, hiyo nidanganya, nilijua kijana ni mzee. Afternoon, so vitu vyangu yaani, mtu mwenyewe hela ana ni hela zake za kuungaunga, kwa hiyo ile jalamba baba limemwamkia yule mzee mwenzie, na ndio maana mi nikaona anipotezea muda. Mimi huyo, nina shida gani nikamwaniwaache, niendekezang. Jamani, usiache kuangalia show kali ya singles ambayo inapatikana katika YouTube channel ya Film Farm Media singles.